teteye uma na wateteye udongo na interes general. Donc j'en profite pour féliciter les wazalendo de fisi watoto wetu wa wafizi na wa féliciter ambao waliungana na watoto wa pale Uvira, makabila mbalimbali mbali yenye iko juu wanakuwa wengi makabila yetu yote ya Sud-Kivu, na wa féliciter pour avoir résisté, na kama waliweza kufanya hivyo, na hiyo vitu leo binatupatia sifa na nina imani ya kwamba kesho tutapata matunda bora, na ndio maana niko naambia wazalendo, eva, tusiaribishiane boti sikio kuzama kumchanga. Nimekuja sasa na ujumbe wa mpya, na ndio ujumbe wangu. Nimekuja tena kadiri tena likuyaka, nataka kuambia ndugu zangu wa mama wa baba wenyewe nguo nanifuata manyumbani kwenye redio na wajulisha hivi ya kwamba vile vita vyenye liwambiaka vimekwisha. Vita vimefanya nini? Vimekwisha. na kama vita vimekwisha, plus development, wakujenga fanye nini? Ajenge. wakulima afanye nini? Alime. mfanya biashara fanye nini? Afanye biashara. <coughs> na batoto kwenda kumasomo, baende. Tusikamate pretext ifo, tujadapt. ukitaka kunyuliza hasanjake

zenye za disponibilize kula radio na hizo saka aziko za kusema o oh, nitatuma kesho kwa Mpesa o oh, eh, nikifika Uvira njo ntazituma o oh, eh, eh, nitatoa mubanke a donc leo, ukipenda juu niko na stock e pasek niko na stock ya masaki za sima hapa, juu na mimi mwenyewe niko natenda ufike pale kwa stock yangu leo na kama uko na gari, kama uko na nini ya kusomba <coughs> wende ukamati safe makumi sita ya sima Dangote. Hizi zingine masima za kubatisa ile betona, beton na <laughs> beton ta kakuzia hapa kwenye nyumba usuji nikikwa turi ya pili nione ingine yatu.